Kwa sababu sometimes unaweza kujikuta una au je, mwanangu, kampuni hujapata tenda, hujapata mauzo au hujafanya nini kwenye hii nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na duniani kote, mm. kote. Kodi inakatwa kwenye faida, kwenye revenue, sio kwenye mtaji ah, kwenye, ehe, okay. Okay. Kwenye kwenye faida, kwenye faida. Kwa hivyo, sasa. Mm. Kwa hivyo sasa, umesajili kampuni, uona elfu hamsini yako umeingiza kufanya biashara, uka mwaka mzima, ukaendesha biashara yako mwaka mzima, ukija kukalkuleti makosti ulio yatumia ya mm. na magarama uliyoyatumia yanafika kwa mfano yanafika elfu hamsini mm faida uliotengeneza hey, uliotengeneza mwaka mzima inaishia elfu arobaini. mm. Eh, hey. Kwa hiyo ni kwamba tunaangalia, uli invest uliingiza shilingi ngapi sokoni? Elfu hamsini, mwaka mzima tumekuja kupiga hesabu kitu, kitu kilicho rudi mfukoni kwako ni elfu arobaini. Hivyo ni kwamba mm -hmm. wewe mm. umepata sara elfu kumi, ndio kama umepata sara elfu kumi, wewe ndio unatakiwa uidai serikali Nabidaeaaainiukiingiza elfu hamsini umeenda mwezi wa kwanza wa pili, mara watatu unaona vitu viendi. mm -hmm, wanne watano wa sita wasaba watisa mm -hmm, wa kumi mwisho wa mwaka mm -hmm. Tukapiga tuka angalia hela iliyorudi baadaye mm ukiingiza elfu hamsini -hmm. Yeah, umeingiza wa kampuni ni kwamba unafanya ritani zako mara moja kwa mwaka inaitwa wewe mwaka mzima unakuwa free mm. Uh, kwa mfano umesajili kampuni yako February, itimizi mwisho wa mwaka wako ni February 2026. Kwa hiyo February 2026, we ndio utaangalia bro, umeingiza kutoka February mwaka jana mpaka mwaka huu kiasi gani? Umeingiza nimeingiza elfu sabini Kiasi gani ulitoa? Ah, niliinvesti elfu hamsini Kwa hiyo mm. una, una, una, una faida shilingi ngapi? elfu ishirini kwenye elfu ishirini asilimia thelathini ya faida yako inakuja kwa kujenga nchi, asilimia sabini, ishi nayo, hiyo mm. ni faida yako wewe.